gari la walitaki awalitaki zimamoto unakuja, watu hawaitaki, wanaipiga mawe zimamoto. Watu hawaitaki, watu hawaitaki zimamoto. Watu hawataki zimamoto, watu hawataki zimamoto, watu hawataki zimamoto

upiga gari la zimamoto hawawataki watu, wanaanza kupiga gari la zimamoto hawalitaki. Zimamoto inakuja watu hawaitaki, wanaitiga mawe zimamoto, watu hawaitaki watu hawahitaki zimamoto, watu hawataki zimamoto, watu hawataki zimamoto, watu hawataki zimamoto.